Usi kuziita ndumba, kamati za ufundi, sangoma, juju na majina mengine utakavyo, lakini ukweli unabaki pale pale kuwa kuna uhusiano wa karibu kati ya michezo na imani za kishirikina. Mara kwa mara, tumeshuhudia wanamichezo wakiingia viwanjani au hata ulingoni kwa mitindo tofauti. Wako wanaoingia kinyumenyume, wako wanaogusa ardhi, wapo wanaotazama juu, ili mradi kila aina ya mbwembwe au mkwara, kama wanavyoita vijana wa mjini. Nikufahamishe tu kuwa utaratibu wa wanamichezo hawa ni maagizo kutoka kwa wataalamu, japo kuna wengine wanakuwa na mienendo ambayo hayaonekani kwa kawaida wakiwa nje na ndani ya michezo. Je, maagizo au matambiko yana mchango wote katika kuwapa watu ushindi? lamb ni mchezo wa mieleka uliojipatia umaarufu mkubwa katika nchi za Senegal na Gambia. Licha ya watu kushiriki mchezo huu kama sehemu ya kujifurahisha, wapo wanaoutumia mchezo huu kama sehemu ya kujipatia riziki. Unafahamu kuwa washiriki wa mchezo huu hujifunga hirizi mwili mzima, ndiyo? Hii ni kwa sababu wanaamini kuwa nyenzo hizo zitawasaidia kupata ushindi. Na kama hiyo haitoshi, waganga wao huwepo uwanjani kuhakikisha ushindi unapatikana. Tukija kwenye soka, mchezo maarufu zaidi na upendwao na watu wengi zaidi duniani, suala la imani za kishirikina na matambiko limekuwa jambo la kawaida kabisa. Ni ukweli kabisa kuwa nchi nyingi barani Afrika, iwe katika ngazi ya klabu au timu za taifa, hufuata maagizo ya kamati za ufundi na masangoma. Utaratibu huu unaweza kupangiwa mchezaji maalum au hata wakati mwingine timu nzima ikiwemo benchi la ufundi. Mwaka elfu moja mia tisa sabini na nne taifa la Zaire ambalo kwa sasa linajulikana kama DRC lilikodi ndege maalum kwa ajili ya kamati ya ufundi kwenda kuisaidia timu yake ya taifa iliyokuwa inashiriki michuano ya kombe la dunia katika taifa lililokuwa Ujerumani Magharibi kwa wakati huo katika mchezo wao wa kwanza the Leopards walifungwa mabao mawili sifuri na Scotland na Uskochi, wakifuatiwa na kichapo cha tisa kutoka kwa Yugoslavia na kukandamizwa mabao matatu sifuri na Brazil. Miaka mitano iliyopita, shirikisho la soka la Rwanda lilipiga marufuku matumizi ya ndumba viwanjani. Hii ni baada ya mchezaji wa Royal Sport Musa Kamara kukimbilia langoni mwa timu ya Mukura Victory Sports na kuondoka na kitu kisichojulikana kutoka goli la upinzani wao huku timu yake ikiwa nyuma kwa bao moja na kuonyeshwa kadi ya njano. Dakika chache baadaye, kamera aliisawazishia Rayon Sports, na hapo ndipo tabia hiyo ikapigwa marufuku nchini Rwanda. Mwaka 2015 Gor Mahia ya Kenya na Young Africans ya Tanzania zililaumiana kwa ushirikina wakati wa michuano ya Sekafa Kagame Cup. Inadaiwa kuwa Kogalo waligoma kutumia lango kuu la uwanja wa taifa wa Dar es Salaam wakiamini kuwa wapinzani wao walikuwa wameweka vitu fulani hapo. Kwa upande wao, Yanga walikataa kutumia vyumba vya kubadilisha shanguo kwa madai kuwa maofisa wa Gor Mahia wameshafanya mambo yao. Mwaka elfu mbili na ishirini na mbili aliyekuwa kocha wa Coastal Union ya Tanzania, Melis Medo, alijiuzulu nafasi hiyo akidai kuwa mafanikio ya timu hiyo kutoka Mkokwani Tanga yanarudishwa nyuma na imani za kishirikina. Ni hivi majuzi tu wachezaji wa Mashujaa ya Kigoma walitumia mtindo wa kuingia uwanja wa Tanganyika kinyume kinyumenyume katika mchezo wao dhidi ya Young Africans. Hata hivyo, Mashujaa walichapwa mabao matano sifuri katika mchezo huo huu Kuu ya NBC nchini Tanzania. Yapo madai ya wachezaji kuzindikwa kitaalamu au kwenda maeneo fulani usiku wa giza totoro au wengine kutakiwa kuwa uchi wa mnyama katika mazingira fulani, ili tu wapate ushindi. Je, yeah, unadhani imani za kishirikina zina nafasi ya kuzipa timu za Afrika ushindi?